Maamkizi mema, maamkizi bora kabisa kutoka kwa Allah subhanahu wa taala, ninakuamkieni: amani ya mwenyezi Mungu iwe juu yenu na rehema zake na baraka zake. Ndugu zangu na wapenzi wangu, wafuatiliaji wa vipindi vyetu na darasa zetu mbalimbali tunazozitoa, makusudio yetu na malengo yetu ikiwa ni kukusaidia wewe ndugu yangu unayenitazama mwenye shida mbalimbali mbali, dhiki mbalimbali mbali, mitihani mbalimbali, misukosuko mbalimbali, namna gani unaweza ukajitatua ama ukaitatua matatizo hayo ukatoka katika hizo changamoto kwa kutumia njia zilizokuwa sawasawa, Qurani ya Allah subhanahu wataala, pamoja na adhiya dua mbalimbali ambazo tumeelekezwa na mtume wetu Muhammad sallallahu Alayhi wa Salama, lakini po, pia pamoja na dawa mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikakusaidia ndugu yangu mpenzi unayenitazama katika kukuondoshea changamoto zako na mitihani mbalimbali unayoipitia. Unayo ndugu yangu, unanitazama, ama darasa letu la leo tunataka tuzungumzie aya tano eh, nataka nikufundishe leo insha allahu taala aya tano zinazopatikana ndani ya Qur'ani tukufu. Aya hizi ni tiba mujarab kwa mtu aliyefungwa kichawi, hususan katika masala mazima ya upatikanaji wa riziki yake. Ndugu yangu, kuna uchawi, upo uchawi wa kumvurugia mtu mambo yake, uchawi wa kumuondoshea mtu baraka zake, uchawi wa kumtilia mtu uzito na ugumu katika riziki zake. Nafika hatua mtu riski inakuwa ni ngumu kupita maelezo. Ingawaje sababu zinazoweza kumpelekea mtu riski yake ikawa ngumu tunajua ziko nyingi, ni pamoja na mtu kukithirisha maasi, maasi makubwa makubwa yale kufanya, kutofanya istighfar na kunapelekea mambo hayo. Lakini kwa asilimia, uh, kadhaa nayo uchawi unasababisha mambo haya. Kuna watu wamepigwa uchawi wa kuharibu mambo yao. Uchawi wa kuharibu kila shughuli zao wanazojaribu kuzishika. Utakuta mtu anakuwa na mipango mbalimbali mbali mikubwa, maskini, kila ile mpango inapokaribia, na anajua hapa sasa huenda Mungu akaleta wepesi, basi inatokea sababu, hajui hata inatokea wapi, mpango ule unakuwa wenye kufa. Riski yake inakuwa ni mashakil, hata akiomba apewi, akienda sehemu asikilizwi. Maskini, kila anavyojitahidi mambo yanaumwea magumu. Inafika hatua mtu mpaka pesa eh, ndogo tu ya kum, ya kumwezesha kupata chakula kwake inakuwa kidogo ni mtihani anajitahidi hata ila kula inakuwa inakosekana. Ndugu yangu, nakwambia usikate tamaa ikiwa wewe ni muhanga wa haya, riski yako imekuwa ngumu, riski yako imekuwa nzito, na hususan ikiwa inasababishwa na uchawi, basi usije ukathubutu kukata tamaa juu ya jambo hili. Lakini pia ipo uchawi ambayo ya kumkatisha mtu tamaa. Eh, inafika hatua mtu kapigwe uchawi wa kuharibu mambo yake mambo yake yanaharibika, shughuli zake zinaharibika, kila analolishika linaharibika, na hapo hapo juu yake wanamwekea ile uchawi ya kumkatisha tamaa, anakuwa anakata tamaa, anasema kwamba mimi tena si wa kufanikiwa, mimi tena si wa kuongokewa, mimi tena basi nimeshaangamia, nikubali, nikubali matokeo. Ndugu yangu Hautakiwi kukata tamaa katika maisha yako, hautakiwi kurudi nyuma katika mapambano unayoyafanya, ukiwa una lengo la kujikwamua na kujitatua juu ya mambo mbalimbali yanayokusibu, mitihani mbalimbali yanayokusibu, dhiki mbalimbali zinazokusibu, hautakiwi kukata kukata tamaa. Sikiliza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wa idha sa'alaka ibadi Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu kwenda kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasalama. Mtume anaambiwa na Allah, wa idha sa'alaka ibadi, pindi waja wangu watakapokuuliza kuhusu mimi. Sawa, Allah anajibu mwenyewe, anasema fa inni qarib, mimi mola wenu niko karibu mno zaidi hata na mishipa ya damu zenu. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, ninajibu maombi ya mwenye kuomba pindi tu anaponiomba. Ndugu yangu hutakiwi kukata tamaa, kwa sababu Allah subhanahu wataala ni mwenye kujibu maombi ya yule ambaye anayemuomba. Sasa ndugu yangu, kama nilivyotangulia kukuambia, katika jamii unayoishi, huwezi kupendwa na watu wote, kadhalika vilevile huwezi vile kuchukiwa na watu wote. Wapo watakao kupenda, lakini wapo nao watakaokuchukia. Baya zaidi ni kuwa wale wanaokuchukia mara nyingi wanakuwa ni wengi zaidi, wanao Eh, wanaofurahia kuona anguko lako, unadondoka, una dhiki, unapata shida. Kuna watu hiyo ndio starehe yao, kukuona wewe unapata dhiki, kila siku ni mtu wa kuomba, kila siku ni mtu wa kupiga mizinga, anaona ile ndiyo raha. Akiona unapata jambo lolote litakalo kuinua, nafsi yake inakunja, nafsi yake inamuuma, ndo wengine kufika hatua anakwenda kwa mchawi, kwa mganga wa kienyeji anakoroga mambo yako yavurugike, anakoroga mambo yako yaharibikiwe, anakoroga kila kitu chako kiende kombo, riski yako ya kula iwe ngumu, mafanikio yako nayo yataka yawe magumu. Ndipo hapo utaona mtu anaanza kushuka hatua moja na nyingine, mpaka inafika hatua mia mbili ya, ku, ya kununua mswaki inamshinda. Sasa wakati mwingine, ipo hizi uchawi hizi uchawi zinakuwa zinafanyika, anafanyiwa mtu kwa maksudi kabisa baada ya kufanyiwa haya, subhana Allah, Allah akiwakubalia wale wachawi, basi ndio unakuta mtu moja kwa moja mambo yake yanaharibika na mambo yake yanaenda yanaenda kombo. Kwayo ndugu yangu, kama utakuwa una tatizo hili, riziki zako kuwa ngumu na unaona kabisa kuna viashiria vya alama za uchawi hapo, kuna ashiria za alama za uchawi. Insha Allahu taala leo nataka nikufunze hizi aya tano zinazopatikana ndani ya Qurani Tukufu ambazo ukizitumia vyema biizni rabbil alamina, basi utaona maajabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, namna atakavyokufungulia riziki zako, namna atakavyokupa baraka katika maisha yako, na hata kile unachokishika kitakuwa kina baraka. Ndugu yangu, naomba nikufahamishe ya kuwa kuna watu inarogwa mikono yao, mikono ikakosa baraka. Hii anaweza akakamata hata milioni kumi, lakini ile milioni kumi namna itakavyomuondoka, namna itakavyopeperuka kana kwamba ni upepo. Leo kakamata milioni kumi, mfate kesho jioni. Subhanallah, hata kama kabaki na laki mbili basi ni bahati kubwa kabisa. Akiangalia nini nimefanyia katika milioni kumi, maskini ya Mungu hajui. Na kuna wengine anapopata riski tu, basi ndio matatizo makubwa na majanga inatokea Unaona, mtu anapata majanga makubwa anapata mitihani mikubwa anapata misukosuko mikubwa, maskini ya Mungu hajui hata ashike wapi, hajui hata aelekee wapi. la haula wala quwwata, illa billahi il azim. Kwa hiyo ikiwa ni muhanga wa hali hizi, insha Allah taala leo na kufunza aya tano ndani ya Qur'ani tukufu ambazo zina nguvu na uwezo wa kuifungua uchawi ambayo umepigwa sihiru at-tahrim, na, na moja katika alama zake kubwa, nisikilize vizuri aliyefanyiwa uchawi wa kuvuruga mambo yake uchawi wa kumrejesha nyuma kimaendeleo, alama yake kubwa ni pamoja na kuwa anaota ndoto za, za vijiji au za kijijini kwao ambapo aliwahi kuishi muda mrefu. Utakuta kuna mtu ameondoka kijijini kwao muda mrefu, maskini haishi tena kule, lakini mara nyingi, mara kwa mara, anakuwa anapata ndoto, anaota yuko kijijini kwao. Hii pia ni katika alama hizo. Mwingine anakuwa anaota ndoto za shule amerudi yuko shule na uniform amevaa, anafanya mtihani, mtihani unamshinda, au anaulizwa maswali yale maswali yanamshinda, au kuna kitu amepewa afanya either homework, lakini anakuwa anashindwa katika ile katika ile njozi yake. Ni katika alama kubwa kabisa ya kuwa ndugu yangu, umefanyiwa uchawi wa kuvuruga mambo yako, uchawi wa kurejesha nyuma kimaendeleo, uchawi wa kuharibu kabisa kabisa mipango yako na kukupa ugumu wa riski na utafutaji katika maisha yako. Ndio wengine utakuta mtu amesoma, ana degree, ana masters, ana PhD muulize kazi kupata inakuwa ni mtihani maskini. Tuna watu wengi katika jamii yetu tulokuwepo nao sasa. Vijana wengi ukiacha tu kuwa kuna ajira chache hivi sasa, lakini wengi wako mitaani. Subhanallah, ukija kuangalia ni nini, wana hizi aina za uchawi. Mtu kapigwa na familia yake ndani. Subhanallah, kuna watu wengine wanarogwa na familia zao. Kwa nini? Mtoto fulani amesoma mpaka chuo kikuu, tutamuona hiyo degree atakayoipata, kama akija mtaani anaweza akapata kazi. Ndio pale unaona kijana wa watu maskini anahangaika anaingia mashariki na magharibi kufanya interview, anajitahidi kufanya vizuri, lakini automatically wanamkataa. Tena utakuta hata wale wanaomfanyia interview wanakubaliana kuwa huyu ah, jamaa amejitahidi ah, lakini tumwacheni tu. Na kweli wanamwacha, wanamkata, wanachukua yule ambaye hata kufanya vizuri kama yule Hizi ni uchawi ndugu zangu, ambazo mtu anarogwa, sihiri ya kuvuruga mambo yake, sihru ya kutia ugumu katika maisha yake na kumpa uzito na ugumu wa riski. Sasa leo naomba unitegee sikio kwa makini, ni kufundishe hizi aya zinazopatikana ndani ya Qurani tukufu Semaje, wanunazilu min alqur'ani mahua shifaa'un wa rahmatun lilmuminin, na kutokana na hii Qurani tunateremsha kile ambacho ni ponyo eh, ni shifa, ni ponyo kwa wale wenye kujamini hii Qurani. Kwa hiyo ndugu yangu Muislam, usiwe na mashaka unapoitumia Qurani tukufu, wala usitie mashaka ukasema, ah, hili nafanya huenda likawa ama, ama lisiwe. Sasa kabla sijakupa hizi aya tano ama kukufundisha zoezi hili litakalokusaidia kukuondosha katika mitihani na mabalaa uliokuwa nayo. Kuna vitu vitano. Kwanza unatakiwa uviandae hizi aina tano za dawa. Ni katika dawa ambazo subhanallah zikisomewa hizi aya nitakazokufundisha hapa kwa idadi nitakayokutajia insha Allahu taala ni mujarab sana, sana, sana, sana na zinafanya kazi kubwa. Sasa nini na nini unachotakiwa kuandaa? Cha kwanza kabisa andaa dawa ya mkunazi yani, andaa mkunazi wa unga. Mkunazi ni dawa maarufu na inapatikana sana, maduka mengi wanauza mkunazi. Sasa unatakiwa kwanza upatikane mkunazi, dawa ya kwanza kupatikana, tafuta mkunazi. Ukishaupata mkunazi, tafuta dawa inayoitwa haltiti. Ni dawa fulani hivi inakuwa ya njano inakuwa katika kikopo cha njano, ina harufu kali kidogo, inaitwa haltiti. Tafuta haltiti. Dawa ya tatu ndugu yangu, tafuta dawa ya mchai chai, tafuta mchaichai wa unga sawa, ama kama uto uweza kupata, unaweza kuchukua ule ule mchai mchaichai, ukauanika ndani, usiuanikie nje, uwanike ndani. Ukishakauka ule mchaichai, unausaga unapata unga wake. Dawa ya pili, dawa ya tatu hiyo. Dawa ya nne tafuta karafuu maiti, inaitwa kafuru white lakini wengi wamezoea kuita karafu maiti. Unatafuta kidonge chako kimoja cha karafu maiti. kishaipata ile unatafuta na dawa ya mwisho ambayo inaitwa mosha fedha. Sasa hizi dawa tano utakapozi, umeziandaa unazichanganya zote vizuri. Baada ya kuzichanganya hizi dawa zote vizuri kabisa insha Allahu taala. Sasa unakuja kuzisomea hizi aya tano nitakazokufundisha hapa insha Allahu taala, na nitakupa ma, ma, ma, matumizi vipi utumie, ziweze ziweze kukusaidia kwa idhini yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Sasa ndugu yangu, <coughs> utakapokuwa tayari umeshaandaa hizi dawa, umeziweka pembeni, dawa zako tayari, wewe mwenyewe kama utafanya wewe mwenyewe kama utafanya wewe mwenyewe basi hakikisha kabla ya kufanya unachukua udhu, sawa eh? unachukua udhu unakuwa uko, uko msafi. Kama ni mwanamke uko katika ada, subiri kwanza ile ada yako itoke, yaani utoke katika ile ada yako ya mwezi, lakini kama ni mwanaume hakikisha una udhu kabla hujaanza kuandaa kuanzia hiyo dawa. Tokea unapoenda kuinunua, hakikisha una udhu, udhu uwe nao Ninasema hivi nina sababu. Hata unapoenda dukani kununua, hakikisha hapa ninapokwenda kununua hizo dawa, nina udhu. Nanuia Mwenyezi Mungu udhu ni silaha na kuomba dawa hizi ninazokwenda kununua nitakapozikamata sheitani wa aina yoyote asiweze kuzichezea dawa hizi kwa kuwa nina udhu. Udhu una mambo makubwa sana ndugu yangu. Na udhu una siri kubwa sana. Sasa utakapoziandaa hizi dawa hali ya kuwa una udhu, unazichanganya, unaziweka katika chombo maalum ambacho ni kipana kile chombo zinakuwa mle ndani, unazichanganya kile kidonge cha karafumaiti unakivungulia ndani yake, unazichanganya vyema hizi dawa. Baada ya kuzichanganya sasa hizi dawa ndugu yangu, ndipo unapoanza kuzisomea hizi dawa, hizi aya nitakazokuelekeza hapa, insha Allahu taala. Aya ya kwanza ni aya ya thamanini na moja katika Suratu Yunus. Kafungue Qurani, Suratu Yunus, nenda aya nambari themanini na moja.

falamma alqaw qala musa majitum bihi sihru inna llaha sayubtiluhu inna llaha la yuslihu amala lmusidin. Mara mbili utasoma hii mpaka mara tisini na moja, lakini wakati unasoma, hakikisha unakuwa unapulizia katika ile dawa unasoma baada ya muda unapulizia katika ile dawa unasoma baada ya muda unapulizia katika ile dawa hiyo. Ni aya ya kwanza kabisa ambayo ikisomewa katika dawa hizi ukatumia kama nitakavyokuelekeza, insha Allahu Taala inafungua uchawi wa kumharibia mtu e, shughuli zake. Aya namba mbili, nenda kafungue suratul anbiya aya ya sabini. E, kafungue suratul anbiya aya ya 70 utakutana na maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yanayosema, wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin, wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin, wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Sasa hii utaisoma mara tisini na moja katika zile dawa, hali ya kuwamzigeukia zile dawa na pumzi yako inaingia katika chombo ambacho umehifadhia zile dawa. wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsarin. Aya hii nayo utaisoma mara tisini na moja, insha Allahu taala. Aya ya tatu, kafungue suratul Furqan, suratul Furqan. Nenda aya nambari ishirini na tatu utakutana na maneno ya Allah subhanahu wa taala yanayosema, wa qadimna ila ma'amilu min amalin fajalnahu haba'an manthura wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an manthura. Aya hii nayo pia, ndugu yangu, utaisoma mara tisini na moja. Usisahau kuwa kila unavyosoma unapulizia ndani yake, kila unavyosoma unapulizia ndani yake, kila unavyosoma unapulizia ndani ya zile dawa, ili athari ya kile kisomo kiingie katika zile dawa zako insha Allahu taala. Kwa hiyo aya nambari tatu ni aya ya ishirini na tatu katika suratu e, Al-Furqan inasema wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura nayo pia utaisoma mara tisini na moja katika, katika dawa zile aya namba nne ndugu yangu kafungue suratu Taha. Kafungue suratu Taha

wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sanau inna ma sanau kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haithu ata. Surat Taha aya na ya sitini na nane nayo utaisoma mara tisini na moja Hii aya nilokusomea hapa, nayo utaisoma mara tisini na moja Aya ya mwisho ndugu yangu Aya ya mwisho, aya ya tano katika aya zenye maajabu na uwezo wa kufungua uchawi, wa kumvurugia mtu mambo yake, kumkosesha riziki, kumvurugia mambo yake na kumtia umasikini na njaa. Katika aya hizi tano nilizojaliwa kukuandalia siku ya leo, ni aya fupi inayopatikana e, katika Suratu Alfalaq. Suratu Alfalaq kuna aya nambari nne. Inasema, wa min sharri nafathati fil uqad, wa min sharri nafathati fil uqad. Aya hii nayo pia utaisoma mara tisini na moja katika dawa zile. Kwa dawa zako umeshaandaa, unachukua hizi aya zako tano unazisoma katika, katika dawa zako zile, inshaallah taala. Lakini mimi pendekezo langu ndugu yangu kwa uzoefu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amenijalia kuwa nao na yale madogo ambayo Mwenyezi Mungu aliyenifunza, kama zoezi hili, anaweza kukuandalia mtu mwingine, ni bora zaidi. Ikiwa umekosa kabisa, basi andaa mwenyewe, hakuna tatizo, ila zingatia, unapotaka kufanya maandalizi, kuanzia kununua hizi dawa na kuzisomea na mpaka unamaliza Hakikisha uwe una udhu na hali ya kuwa umeweka nia udhu huu, ya Rabbi naweka ni kwa sababu ya Allah unilinde na shaitani atakayetaka kujaribu kuchezea dawa ninazokwenda kununua na udhu ikiwa utatenguka, basi haraka sana nenda ne kachukue ule udhu, usikosane na udhu wakati unafanya zoezi hili. Lakini ukishindwa kulifanya hili zoezi e, ni uki, uki, uki, ukitaka ubora zaidi ni vyema akakufanyia mtu mwingine, we ukawa ni mwenye kupokea na kutumia. Hii ni bora zaidi ndugu yangu. Kwa namna ambavyo masheitani walivyokuwa wana vitimbi vingi, sheitani anaweza akapulizia dawa na dawa isifanye kazi, akaiwangia dawa dawa isifanye, isifanye kazi. Kwa hiyo kuna wakati mwingine kufata zile kanuni ni bora zaidi, ila kama umebanwa, huna tatizo na shughuli zako zimekwenda mrama, ni vyema insha Allahu taala, wala si vibaya pia ukawa ni mwenye kufanya wewe mwenyewe insha Allah taala. Ndugu yangu mpenzi, unayenitazama nakwambia tena, la taqnatu min rahmatillah, sikati tamaa katika rehma za Allah subhanahu wa taala, pamoja na magumu hayo unayoyapitia, njaa imekuandama, dhiki imekuandama, riziki imekuwa ni ngumu, tumia hii Qur'ani ndugu yangu. Hauna haja ya kutembea na hirizi katika mfuko wako, wala hauna haja ya kwenda kuvunja nazi njia panda, wala hauna haja kwenda kuoga makaburini. Ndugu yangu, Qur'ani inakutosha baba yangu, Qur'ani inakutosha dada yangu, na ni na ni msaada kubwa kabisa kwetu kwetu sisi. Hii Qurani Allah ametuletea ni shifaa ni ponyo na ni kiongozi kwetu sisi ndugu yangu, itumie Qurani. Qurani itakusaidia wala hauna haja ya kwenda kupoteza magharama katika mambo ya ushirikina yasiyokuwa na, na maana aina yoyote na hatimaye baadaye ije kuletea mitihani kwa Allah subhanahu wataala. Kwa hiyo insha allahu taala tumia hizi aya tano na hizi dawa tano, insha allahu taala, mujarab sana sana katika kumfungua mtu aliyefungwa riziki zake zikawa ngumu na mitihani, na akawa na mitihani katika utafutaji wake. Vipi sasa utatumia, unatumiaje haya hizi, hizi dawa, baada ya kuwa tayari umezitengeneza umeshazisomea, namna gani ya kutumia ili uweze kupata hayo mafanikio insha allahu taala. Dawa hizi ndugu yangu ni mujarab sana zikitumika katika kuoga e, ni katika kuogea kuusafisha ule mwili. Na aya hizi ndugu yangu, ukiachana na kufungua uchawi, zinafungua pia vijicho hasad na, ma, na, na mabalaa mengine manuksi na mamikosi yanayompata mtu katika mwili wake. Kwa ukitumia katika kuoga ni bora sana, na hakikisha unaandaa dawa ambayo haitoshuka chini ya siku ishirini na moja, yaani ukianza kutumia iwe non-stop. Kwa muda wa siku ishirini na moja insha allahu taala unachukua dawa yako kidogo, unaichota unatia katika ndoo una, ya maji ya kuoga unakwenda unaoga yale maji yako. Baada ya pale yale maji usijifute ya na taulo, unaacha yanakukaukia mwilini. Ndani ya siku ishirini na moja insha allahu taala utaona Mwenyezi Mungu atakavyoufungua mwili wako, akakujalia bahati yako ikafunguka na wewe ukawa ni mtu mbele za watu, ukisema kwa kusikia, ukiapply ukapata, na, na mambo mengine mbalimbali, ukawa ni mwenye kujapata insha allahu taala. Namwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atujalie wote tutakayotumia mfumo huu. Mwenyezi Mungu atuponye kwa sababu hatutaki kwenda kwenye tunguri, hatutaki kwenda kwa waganga wa kienyeji, kwa sababu huko ni kufanya ni shirki na shirki, Allah subhanahu wa ta'ala ameikataza na ameikemea. Mwenyezi Mungu kupitia Qur'ani atuponye na kupitia hizi dawa ambazo hazina matatizo ya aina yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba aweze kutuponya juu ya haya insha Allah taala. Lakini pia tena kumbuka, maji utakayokuwa unayatumia kuoga, maji utakayokuwa unatumia kuya, ku, ku, kuogea hakikisha maji yako yale yawe ni maji masafi yawe ni maji mazuri. Kuna watu, kuna baadhi ya mambo wanakosea. Mtu anachukua maji yaliyochanganyikana na najis, wakati mwingine anachukua maji ambayo hayako sawasawa sawa. Sawa, hii inakuwa si jambo jema na ni vyema dawa hii usiiogee, usi, usi chooni Usende ukaiogea chooni, tafuta sehemu ambapo unapokwenda una kuoga ile maji itakuwa ni yenye kuzama chini, insha Allahu taala, na Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi wa mambo na atakujalia kila lenye heri na kila lenye baraka, insha Allahu taala. Shukran lakum, jazakumullahu khaira, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.